Tarehe 7 hadi 9 Disemba mwaka 2016, jiji la Paris nchini Ufaransa lilikuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa wa mpango wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi, kwa kifupi OGP. Mkutano huo uliowaleta pamoja wawakilishi takriban elfu tatu kutoka nchi sabini duniani wakiwamo viongozi wa serikali, mawaziri, watumishi wa umma, wabunge, serikali za mitaa, asasi za kiraia, watafiti pamoja na waandishi wa habari ulilenga kubadilishana uzoefu pamoja na kuweka mikakati ya kutekeleza mpango wa serikali kwa uwazi katika dunia ya sasa yenye changamoto nyingi. Washiriki kutoka Tanzania wakaeleza nini OGP na kile wanachotarajia kukipata baada ya mkutano huo. OGP ni, ni, ni herufi tatu za Kiingereza lakini tuitafsiri kwa Kiswahili na maana yake ni nini? Kwa kweli ni ina, ina, ina sehemu tatu. Moja ni uwazi. Ndio maana sheria hii ya uwazi kupata taarifa ni muhimu. Pili ni ushiriki wa wananchi. Ndio maana ushirikishwaji wa asasi za kiraia ni muhimu sana yani ni, ni, ni, ni, ni, ni muhimu sana katika utekelezaji wa, wa, wa, wa, wa, wa OGP. Na tatu ni uwajibikaji. Kwa hiyo uwajibikaji wa serikali, serikali lazima ijiwajibishe lakini iwajibishwe na wananchi katika kutoa huduma, katika kutekeleza ahadi, ziwe za chama, ilani ya chama, au ziwe ahadi hizi ambazo ziko kwenye mpango kazi wa, wa, wa OGP. Mkutano umehusisha watu karibia watu elfu tatu. Ndani ya watu elfu tatu kuna marais karibia 17 ambao wameconfirm wapo kwenye huo mkutano. Lakini ukiacha hilo kuna donors mbalimbali, agents mbalimbali, mmoja wa mataifa, watu wengine wanatoka DFID Uingereza. Kwao unaona umeshirikisha watu wengi sana na hawa watu ni potential sana kwa ajili ya maendeleo yetu ya vijana na kwa taifa letu. Kwao ukikutana na hawa watu kwanza mmoja wapo ya fursa ni kwa unakutana na watu mbalimbali ambao vilevile wanaweza kusaidia kwa njia moja au nyingine lakini vile vile ukiacha hilo ni kwamba huu mkutano ni fursa kwa sisi wetu vijana ambao tunasema vijana wana asilimia kubwa sana ya watu ambao labda kwa pande wa Tanzania vijana ndio wengi zaidi ya makundi mengine, kwa hiyo ina maana kwamba kila maendeleo yanayokuja lazima atamwathiri kijana moja kwa moja. Tuseme kielimu, utakuta vijana wengi ndio bado hawajasoma. Ukienda mashule, utakuta vijana wengi ndio wanasoma. Na mpango kama huu wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi unachangia katika sehemu mbalimbali kiafya, kielimu kimaendeleo kwa ujumla, serikali ikiwa inatengeneza bajeti kwa naona hii ni fursa sana kwa sisi kama vijana, lakini vile kama Tanzania kwa ujumla. Lengo la, la mpango huu ni kufanya shughuli zote za serikali ziwe kwa uwazi, iwe kwenye manunuzi, uendeshaji wa sekta nyingine za bajeti, sekta ya elimu, sekta ya afya, kila kitu kiwe kwa uwazi, ili wananchi wetu waweze kuelewa ni kitu gani kinachoendelea kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mipango yetu. Na sisi kama manispaa ya Kigoma tumechagua sekta tano ambazo tunataka ziwe kwa uwazi. Tumeanza na sekta ya afya, tunataka tuone kila kitu kinaendeshwa kwa uwazi kutoka bajeti mpaka fedha tulizopata madawa tuliyonunua na yamekwenda wapi. Vile vile kwenye upande wa sekta ya ardhi, tunataka tuone ardhi yetu yote kwenye manispaa ya Kigoma iko kwa uwazi, kila mtu anajua eneo gani liko la uwazi, eneo gani limepewa title; nani amepewa hiyo title. Kwa upande wa sekta ya maji vile vile tunataka tuone huduma zote za maji zimekaa kwa uwazi, nani anapata huduma ya maji, nani apati kwa wakati mhusika. Sekta ya elimu halikadhalika tunataka tuone ni fedha kiasi gani tumepokea, zimekwenda wapi, zimefanya shughuli gani na nani amezipata kwa kila eneo. Kwa ufupi, mkutano huu unalenga kujenga masuala yote ya uwazi katika nchi yetu ya Tanzania na nchi nyingine za dunia. Medam mesieur. Mapema tarehe saba majira ya saa nane mchana, Rais wa Ufaransa François Hollande akashiriki katika ufunguzi wa mkutano huo wa siku tatu, ambapo alieleza namna asasi za kiraia duniani kote zinavyopigana kuhakikisha kuna kuwa na uwazi, uwajibikaji, pamoja na kusisitiza kuhusu umuhimu wa mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma. It is a great honor and pleasure to welcome you to the OGP Global Summit. Akizungumza katika uzinduzi huo, mwenyekiti mwenza asasi za kiraia wa OGP, Manish Bapna, aliwataka mawaziri walio katika nchi wanachama wa OGP kuhakikisha serikali inashirikisha wananchi kwenye masuala mbalimbali mbali, ikiwemo uandaaji wa sera za nchi ili kuiwezesha serikali kuona kipi ni muhimu katika maisha ya kila siku ya wananchi hao. Centra... lazima tuzingatie utawala unaowashirikisha wananchi unaozingatia mpango wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi ambapo serikali na asasi za kiraia ni wadau wa pamoja katika kukuza matakwa ya wananchi wa kawaida. Viongozi wa serikali na mawaziri wanatakiwa kuhakikisha kuwa kunakuwa na majadiliano kati ya asasi za kiraia na serikali katika nchi zote wanachama wa OGP. Ni lazima twende mbele zaidi ya hapo ili kuwawezesha wananchi kuwa na sauti na sauti zao kuwezesha viongozi kujua lililo la muhimu zaidi katika maisha ya kila siku ya wananchi. Desemba 8 mwaka 2016, siku ya Jumatano, mkutano huo ulikutanisha washiriki katika vikao na kujadili mambo mbalimbali yenye malengo ya uendelezaji wa mpango wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi. Waweza, moja ya asasi za kiraia katika vikao hivyo, waliwasilisha mpango wa sauti za wananchi na kueleza jinsi wanavyopaza sauti ili kuwasaidia wananchi kushiriki katika utungaji, utathmini na utekelezaji wa sera na mipango ya serikali zao. Hiki kikao tulikuja hapa kuonyesha kuonyesha, uh, mpango wetu wa sauti za wananchi jinsi tunavyojaribu kupaza sauti za wananchi wa kawaida ili waweze kuwa na mchango kwenye, kwenye utungaji wa sera au kutathmini utekelezaji wa sera na mipango ya serikali zao hasa serikali kuu. Kwa hiyo tumezungumzia mpango mzima ambao tuwaweza unao, eh, wa, wa sauti za wananchi na matunda yake ambayo, kwa, kwa mfano eh, mwaka 2013 tuliweza kutumia sauti za wananchi kupaza sauti kupinga Uh, kodi ile kama mnaikumbuka ya SIM card eh, na ikabadilishwa na mheshimiwa Jakaya Kikwete. Tukazungumzia tunda la pili ambalo lilikuwa mwezi miezi miwili iliyopita ya mwaka huu tulipoonyesha kwamba maoni ya wananchi ilikuwa yanasema kwamba eh, wale ambao wanapaswa kupata huduma za afya bila kulipa eh, watoto au wanawake wajawazito au wazee walikuwa bado wanatozwa uh, uh, kulip, uh, malipo na tukasikia kwamba kauli ya serikali ilikuwa kwamba hili halitafanyika tena, na hata ile fomu ya PF3 ya kujaza kabla hujapata matibabu na yenyewe ikawekwa kando. Kwa hiyo tukuwa tunaweza kwamba mfumo huu wa kupaza sauti za wananchi unaweza kuleta matunda na matokeo uh, katika utungaji na utekelezaji wa sera za, za, za, za, za kitaifa. Baadhi ya washiriki kutoka mataifa mengine wakaeleza faida za ushiriki wa mkutano huo wa mpango wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi, yaani OGP. Uh, my name is Dr. Paul Zets. Habari, jina langu ni Daktari Paul Zets, ni mkurugenzi wa mapinduzi ya taarifa kwa maendeleo endelevu, ofisi ya rais iliyopo Washington, Marekani. Leo nina furaha kuwasilisha taarifa juu ya ushirikiano na serikali ya Tanzania katika kutekeleza mpango wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi. Tumefanya kazi Tanzania kwa muda mrefu na imekuwa furaha kwetu kuona serikali ya Tanzania inatekeleza mpango wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi na takwimu huria. Mpango kazi wa kwanza ulidhamiria kujikita katika kutoa takwimu za afya, elimu na maji. Hatua iliyopelekea kuimarisha maisha ya Watanzania. Pia tunayo furaha kufanya kazi na chuo kikuu cha Dar es Salaam, DTBI, Sahara Sparks na asasi nyingine nchini Tanzania. Pia ushirikiano uliopo kati ya ofisi ya taifa ya takwimu na mfumo wa takwimu huria nchini Tanzania umeonyesha matunda, hivyo tumejipanga kuendelea kusaidia jitihada hizi nchini Tanzania. Mpango wa uendeshaji wa serikali kwa uwazi unaipa serikali nafasi ya kujifunza kutoka katika asasi za kiraia. Kwa mfano, tumeongelea suala la haki ya kupata taarifa na serikali ikasema inalichukua na kuliweka katika mpango huo. Hivyo itasaidia asasi za kiraia kushiriki katika mambo mbalimbali mbali. Na ingekuwa hatari kama wangeamua kujifanyia mambo yake yenyewe hivyo. Mpango huu ni muhimu kuleta ushirikiano kati ya wananchi na serikali. taken... serikali ya Magufuli imechukua hatua katika kusaidia mpango wa OGP kwa njia nyingi. Mfano wa kwanza ni kwa kutoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kujifunzia moja kwa moja kwenye akaunti za shule. Kutoa fedha Hazina kwenda TAMISEMI moja kwa moja kwenye akaunti za shule ni hatua nzuri. Tafiti zetu zinaonyesha shule zimeweza kutumia vyema fedha hizo na hivyo kuongeza tija. Pia Rais Magufuli amehakikisha watumishi hewa hawapo tena mashuleni na hii ni faida kwa walipakodi na Watanzania. Tafiti zetu zimeangalia aina tofauti za watumishi hewa, hasa walimu ambao ni waajiriwa lakini hawaingii darasani. Tumefanya ziara mashuleni na tumegundua asilimia thelathini ya walimu hawaingii madarasani japo wapo mashuleni, na hii imetufanya kuanzisha mpango wa motisha kwa walimu unaoitwa Manispaa ya Kigoma Ujiji ikiwa ni manispaa pekee kutoka Tanzania wa kushiriki katika mkutano huo wa dunia. Walihudhuria kikao cha serikali za mitaa na wakaeleza ni nini wamejifunza katika mkutano huo. Kwa mengi ambayo tumejifunza toka tumehudhuria mkutano huu na ambayo ni mazuri tunaweza tukayachukua kwenda kuyafanyia kazi tukiwa Kigoma. Moja ya mambo ambayo nimejifunza ni kutoka kwenye jiji hili la Paris wao wana utaratibu wa kuwashirikisha wananchi wao katika budget. Wao ndio wanasema nini wanataka kifanyike, kwa hiyo kile wanachosema kinataka kifanyike ndicho, uh, kansili hii ya, ya, ya jiji hili la Paris wanaenda kukifanyia kazi na kinatekelezwa, kwa hiyo wananchi wamekuwa na imani sana na halmashauri na, na, na yao hii inayoendesha jiji hili la Paris, na hicho tumeona ni kitu kizuri kwenda kukitekeleza na sisi, tutawaambia wananchi wetu kwenye kata zetu waseme nini kero zao ambazo sisi tunaenda kuzitengenezea bajeti na kwenda kuzifanyia kazi. Nafikiri itajenga imani zaidi na itaweza kuongeza makusanyo yetu ya mapato ya ndani katika kutekeleza shughuli zetu. Vitu ambavyo havikuwepo kwa sasa ni kwamba ule uwazi wa serikali, uwazi katika wananchi, uhuru wa wananchi kuweza kuhoji vitu ambavyo vilikuwa havipo kwa manispaa ya Gomaujiji ambao sasa tunahitaji wananchi, sasa tunahitaji jamii iweze kupaza sauti na kuhoji kile ambacho wanachokiona kinatokea. Kwa mfano mmoja wa kitu ambapo pia tumejifunza kwa wenzetu ambao sasa kinaenda kutekelezwa e, mkoani Kigoma ni ile fursa wananchi kuweza kutoa e, maoni, fursa wananchi kuweza kutoa na kuripoti kitu ambacho kinachoonekana kwenye jamii. Kwa hiyo sisi kama manispaa ya Gomaujiji tunaanzisha track maalum ambao track ile mwananchi anapoona kuna dosari mahali fulani, inakuwa reported kwenye track hiyo au kwenye system hiyo, and then wahusika wa idara husika wataitakiwa kuwasilisha au kushughulikia hilo tatizo. Mfano, ukiwa Kigoma Ujiji umepita mahali umekuta labda kuna korongo labda la, la ndani ya barabara kuna, kuna korongo ambalo au kuna mtaro ambao mtu kwa maslahi yake tu binafsi ameamua kuufunga pasina kufuata sheria, kwa anaporipoti, basi watu husika katika idara husika wanachukua jukumu la kwenda kuondoa, kwa sababu ile inakuwa ni kero kwa wananchi, lakini vilevile inakuwa imeziba huduma nyingi kwa wananchi.